Uh, dyslexia ni utofauti wa kujifunza. Mara nyingi kwa sababu uh, tuna, hatuna uelewa wa kutosha, tunawaita wale watoto ambao wanajifunza tofauti, tunawaita slow learners, tunawaita wazito uh, vilaza, kwa sababu wanajifunza tofauti kwa mfumo tunaoutumia, tunawaona kama wanajifunza tofauti, ndio maana tunawasema ni slow learners, tunawasema ni wajinga, ni wazito. Lakini imegundulika kwamba ni mmoja kati ya watu watano wana hii huu tofauti wa kujifunza na serikali yetu pendwa imezingatia hili, na sasa hivi tuna mtaala mpya unaitwa CBE, Competence Based Education. Mbio za dyslexia, au sisi tunaita dyslexia awareness run, mbio kama nilivyosema, inafanyika tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano, siku ya Jumapili kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi tunafanya mbio hizi panaitwa uwanja wa Mgambo karibu na Jimkana, ni hapa hapa jijini Arusha. Kauli mbiu ya msimu huu wa, wa pili wa mbio zetu tunasema tunakwenda kupaza sauti zetu. Umeona eh, tunasema kwamba, raising the volume. Hiyo ndo kauli mbiu. Sasa niseme tu kwamba tunapaza sauti kwa ajili ya changamoto hii ya kujifunza dyslexia, pamoja na changamoto nyingine pia ambazo tunasema zinawiana au zinaendana na changamoto hii ya dyslexia. Kwa hiyo tunakaribisha watu wote kwa ajili ya kupaza sauti zetu. Tumekuwa tukitoa asilimia ishirini ya mapato yetu kwa ajili ya kuwezesha watoto wenye changamoto hizi waweze kupata assessment, lakini pia kuhakikisha matukio makubwa kama haya yanaweza kufanyika na kukuza uelewa kwa jamii iweze kutambua changamoto hii ambayo ina athiri zaidi ya asilimia ishirini ya watu duniani. E, Dyslexia Awareness Run wamekamilisha hatua zote zifuatazo kama shirikisho la riadha linavyohitaji. Kwa hiyo wito wangu kama mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Arusha, kwamba watoto nchi nzima, Tanzania nzima na hata nje ya nchi waje washiriki mbio hizi, kwa sababu vipaji ndivyo tunavyochagua vipaji pale, tofauti na changamoto. Nina wataalamu wa kutosha wa kufundisha watoto E, e, kamati ya ufundi imejipanga kuangalia vipaji ili tuweze kuwapata. Kuna Simbu wa baadaye na kuna Magdalena wa baadaye.